Shetani huwa ni kupeleleza kuangalia duniani. Soma kitabu cha Ayubu, kitabu cha Ayubu ile sura ya kwanza na sura ya pili. Inaonyesha Mungu anamuuliza shetani, unatoka wapi? Shetani mjibu Mungu, natoka duniani kuzunguka zunguka huku na huko na huko humo humo duniani. Shetani wanazunguka huku na huku na huko humo humo duniani ambako wewe unaangaikia maisha huko ambako wewe duniani humo unapambana na watu, shetani anakuona tu. Mungu akamuuliza duniani humo ni unakotoka, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Kumbe shetani wewe unajiona mdogo sana, kumbe shetani akujua vizuri. Shetani na majeshi ya malaika, malaika walioasi wanaitwa malaika ya kuzimu ana majeshi. Inaandikwa shetani na malaika zake akapigana Mikaeli, na Mikaeli pia na malaika zake. shetani nao malaika ambao wanakusanya habari zako wanakujua vizuri. Unapokaa kwenye genge la wasengenyaji wale malaika wakusimu wapo, wanakusikiliza wanakuona, huyu mlokole unapenda disko, yule shetani yuko, wanakuona, huyu mlokole unakwenda gesti, wanakuona, huyu mlokole ukienda baba kujificha ficha, wanakuona, huyu mlokole kila unachofanya unaonekana, unaonekana ndio maana watu wengine hawezi kushinda. Unapoenda kulala, baada ume ya umea wote wa mchana, yale mashetani yanakuja usiku sasa, yanabadilisha sura na maombo yao, wanakuja kama choka. Kwa sababu sasa nikwambie, unapoona machoka hayo, unaota choka, sio joka lile ile, ni shetani amevaa mwili fulani ii kakutishe. Shetani anajua watu wanaogopa nini wewe hapo, wanajua unaogopa ni ni nini. Kuna wengine wanaogopa nge, wengine mjusi, wengine nyoka, wengine simba, wengine mende. Shetani anavaa sura ambayo, ambacho nakiogopa. Ndio maana shetani haji kwa mtu kwa sura ambayo haogopi. Kama unaogopa nyoka, wewe vita yako ni kukutana na nyoka tu au ni kuota manyoka tu. Kama unaogopa nge, vita yako unakuwa unaoza kwingi na kukimbiza, unakimbia kwenye ndoto usikukucha, unalia usikukucha, unahangaika unataabika, usikukucha unachokiogopa. Ndio maana Yesu alipotokea akawaambia wanadamu, msiogope msiogope, kwa maana najua kanuni ya shetani ni kuatisha watu ili waogope. Unapoogopa unatenda dhambi. Unapoogopa una nawe kila uendako, kama unampenda Yesu, piga kelele, sema amen. Hebu sema yeah, yeah. Sitaogopa okay. Sema tena sitaogopa okay. Daudi katika Zaburi ya ishirini na tatu anasemaje? Zaburi ishirini na tatu okay. anasemaje? Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisha majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza, huniwisha nini nafsi yangu, nijapopita kati ya nini ya bombe la umvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana Bwana yu pamoja nami, gongo lake na fimbo yake imafanyaje vyanifariji. Amen. Kwenye ulimwengu wa Mungu marufuku kuogopa Mungu. Unapoogopa Mungu anakushangaza sana, kwa sababu nguvu ya Yesu ipo ikusaidie Neema ya Yesu ipo kukusaidia, nguvu ya msalaba ipo kukusaidia, damu ya Yesu ipo kukusaidia. Kama unampenda Bwana nisikie tena, amina! Nisikie tena amina! Nisikie tena amina! Sikiza nikwambie, mpendwa, unalogwa sana, lakini Mungu ametwambia jambo moja: kila silaha inayofanyika juu yako haiwezi kufanikiwa. Wewe kuwa mwombaji tu, kuwa mwombaji. Narudia tena kuwa mwombaji, be a prayerful person.